Afisa wa polisi wanasema Heche ni nani? Kama polepole, tuliondoka naye, unawezaje kusema kitu? Sijala tangu jana, kwa kweli, mpaka sasa sijala na sitakula mpaka nitakapomwona ndugu yangu machoni mwangu, otherwise nitakufa kwa ajili yake. Niko tayari, niko tayari, niko tayari kufa kwa ajili ya ndugu yangu. Niko tayari, ni, ni jambo la msingi lieleweke kwamba ndugu yetu hatakufa kama punda kwamba hata kufa kama kununuliwa, eti wampoteze, hiyo haitawezekana. Narudia, sijara tangu jana na leo nzima sijara na sitakula. Kwa hiyo kilichoonekana pale ni mwendelezo wa matukio ambayo siku hizi yanafanya kazi, kwamba kunyanyasa watu, kuumiza wenzako ni staili nyingine mpya kwenye nchi yetu, kwa ajili ya kusaidia watu aidha kupata vyeo vikubwa au maisha yao ambao wanahisi kwamba wanapata kwa sababu ya mambo hayo. Hakupewa wito mwingine wowote isipokuwa kunyang'anywa pasipoti yake, na kuna baadhi ya watu ambao mimi nimewasiliana nao kwa meseji kuwaulizia, ikaonekana kabisa kwamba hata wao wanashangaa, ilikuwa kuaja afisa huyo wa migration kuchukua pasipoti ya mtu na kuikatalia. Hatuna imani na hao watu, kwa sababu huyu mtu ameshasema kabla kwamba anawindwa kwa uovu ama kokuawekewa sumu tu, tujue yuko wapi? Kwani jamani, mtu kama ana makosa si anakamatwa kisheria? Kama alivyokamatwa pale, anapelekwa kituo cha polisi. Ndugu, mnakuwa na haki ya kumuona huyu mtu. Hanywi uji wa sukari, apelekewe uji usiokuwa na sukari. Huyu mtu hali, hali nyama nyekundu, apelekewe chakula ambacho anataka na kula, apelekewe na mtu anayemwamini na nataka niwaambie ukweli, Heche hawezi kula chakula kura atakachopelekewa cha, na polisi wa Tanzania, hata tusidanganyane, hata kuna maji hivi kuna hata kunywa. Ndio sababu mimi nimewaambia, hata mimi sijara kwa sababu najua ni kila nitakuwa na msaliti. Yeye huwa anakunywa maji kutoka kwa mtu wake wa pili, tena anayemwamini yeye. Mbona hilo tayari tushaambiwa na viongozi wa dini na watu wengi tu kwamba tuwe nalo makini na ni, ni mbinu tu ya kawaida ya, ya, ki, kiulinzi ki, ki, ki katika viongozi. Jamani, mnafahamu watu tulio nao sio wote wanapenda nchi hii. Pengine wengine wanatamani kama mtu anamchukua polepole ambaye tu anasema kwamba nida sijui nini zimeunganishwa pamoja anaenda naye anakojua kesho anatangaza tena eti leseni ya, ku, ya, kuendesha gari sijui zita nida zitapiga kura wakati umemchukua polepole, we unataka mi nikuaminije? Nikuaminije? Niache kumwamini polepole. Kwa hiyo ukweli ni kwamba ndugu yetu hatakula, wala hatakunywa maji kwa wale watu, wala hatafanya chochote. Familia inataka kama yuko kwenye kituo cha polisi, yenyewe ndio ihangaike. Mama yuko hapa, mama yuko hapa, wao ndio wahangaike. Akiwaona wao atakubali kuchukua chakula. Akiwaona wao atakubali kuchukua maji ya kunywa. Na tunajua aina ya vitu anavyokula. Kwa hiyo sisi tunaona ni kama huyu mtu anateswa mara mbili. Anateswa kisaikolojia anateswa pia kiafya. Haya yote ni mateso, kwa sababu angekuwa mtu amefanya kosa, jamani, hata sisi tungekuwa hapa tunajihoji kwa nini anafanyaga hivi, lazima tungemrudi kwamba bwana wewe hapana, unamchokoza rais bana wewe hapana, unamchokoza IGP. Lakini huyu mtu hana kosa jamani. Haya walisema amekimbia kwenda Kenya, sasa pale walipomkamatia jana ni Kenya? pale ni Kenya? Na kama walisema ameenda Kenya wa, basi waseme kwamba hawana uwezo wa kulinda mipaka ya nchi, kwa sababu alienda Kenya, amerudije Tanzania? Mlikuwa wapi? Alienda amepitaje kutoka Kenya, amerudi Tanzania, amesafirije all the way kilomita zaidi ya elfu moja na mia mbili na kitu mpaka Dar es Salaam? Na hilo swala la kuingia Kenya. Ya... Kenya, kuingia Kenya Kenya, ndio ingebidi imstaki kuingia Kenya na Kenya ndio ingemkamata bila kibali, si Tanzania imlete Tanzania. Tanzania sasa hapana. Sasa mimi nafikiri jamani hii kesi ya kutunga hii hizi kesi za kutunga tunga hizi tumeziona kwa halisi, tumeziona zinaendelea, na wengine hata tumeshatungiwa, tumeshaambiwa. Mimi naomba ninaomba rais, ninakuomba rais Samia Suluhu Hassan, mbele ya mama zangu hapa, acha kutusogeza kwenye kona za kutumaliza. Utatumaliza sana, lakini hatutakuwa na kosa. Pengine unategemea baraka za Mungu na hekima za Mungu. Mfalme Sulemani aliomba hekima tu kwa Mungu hakuomba mali wala hakuomba mitutu, aliomba hekima peke yake aweze kuongoza nchi. Muombe sana Mungu, zungumza na Mungu akusaidie.